Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako mkuu. Asante kwa siku hii mpya na pumzi ya uhai. Tunakukaribisha sasa katika maombi haya, tukikiri kuwa bila wewe hatuwezi lolote. Bwana utawale katika kila neno na kila pumzi. Tunataka kujifunza kwa kutumaini zaidi ya kukuachilia kila hofu na wasiwasi mkononi mwako. Baba, mara nyingi tunapambana na wasiwasi, tunawaza kuhusu kesho, kuhusu watoto wetu kazi zetu, afya, na mambo ambayo hayaeleweki. Lakini leo tunakiri kwamba wasiwasi hautusaidii. Tumechoka kubeba mizigo mizito mioyoni mwetu. Tunatubu kwa kutokuamini kikamilifu. Tusaidie Bwana. Neno la Mungu katika Mathayo 6, 25, 34, Yesu alisema, msisumbuke juu ya maisha yenu, angaleni ndege wa angani, wala hawapandi wala hawavuni, lakini baba yenu wa mbinguni huwalisha. E Mungu, tusamehe tunapoona mazingira badala ya kukuangalia wewe. Tunajifunza kutoka kwa ndege hawangali iki hawana hifadhi, lakini hawakosi chakula. Na sisi ni wa thamani zaidi kuliko ndege. Bwana, tupe neema ya kukuamini zaidi. Tunatamka sasa, sitaogopa tena, kwa maana Bwana yu pamoja nami. Kwa kila hofu ya kesho, Bwana ni msaada wetu, Bwana ni msaada wetu. Kwa kila hali ngumu ya sasa, Bwana ni kimbilio letu. Roho Mtakatifu, tufundishe namna ya kuishi kwa imani, si kwa kuona. Fungua macho yetu ya kiroho tuone uaminifu wako. Kila wasiwasi tunaotoa sasa mbele zako, tunainua familia zetu, mahitaji yetu ya kifedha, ndoto zetu na mustakabali wetu, tunaachia mikononi mwako. Tunakubali kuwa wewe unajua yote, tunakubali kuwa wewe unajua yote, unaona mbali na una mpango mzuri kwa ajili yetu. Leo natangaza kuwa mtategemea Mungu zaidi. Sitaishi kwa wasiwasi, nitakuwa kwa imani hata katika kati ya dhoruba. Nitajifunza kuongelea na wewe, nitatukuza Mungu hata kabla ya jibu lako. E Bwana, asante kwa kuwa upo nasi hata katika mambo tusiyoelewa tunaamua kuamini haya. Asante Baba kwa maombi haya, tunatoka hapa tukiwa na utulivu, tukiwa na imani na tukijua kwamba wewe ni mwaminifu. Tunaomba siku yetu, maisha yetu, na kila hatua iongozwe na wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Watu wa Mungu, asante kwa kusali pamoja. Tunaomba basi mwende katika YouTube yangu, subscribe prayer room, na mbarikiwe sana, be blessed, thank you.